Mfumo wa asili wa ufundishaji duniani kote hufanana. Watoto wenye umri unaolingana ama unaokaribiana hukaa pamoja ndani ya darasa moja na mwalimu mmoja ambaye hufundisha somo moja kwa wakati mmoja. Ni mfumo uliozoeleka na unakubalika, lakini nyuma yake kuna ukweli usioonekana kwamba sio watoto wote wanaojifunza kwa viwango sawa, lakini kila mwaka hupandishwa darasa wakiwa na mapengo ya maarifa yanayozidi kuongezeka kadri umri unavyoongezeka pia. Sasa mwanafunzi kikawaida, kisaikolojia alivyoumbwa, akibaki nyuma mwaka wa kwanza na wa pili, bado ana uwezo wa kurecover. Mwaka wa tatu basi, umempoteza kwa sababu unamvunja confidence, anakuwa ana tena uwezo wa kukatch up na wenzake. Kwa sababu hiyo, wataalamu wa elimu wanapendekeza mbinu ya wa ufundishaji unaozingatia kiwango cha mwanafunzi cha uelewa, ama teaching at the right level ni mbinu iliyoasisiwa nchini India na baadaye Nepal, Kenya, Zambia, Nigeria, Ivory Coast na Tanzania. Tanga ni miongoni mwa maeneo yanayonufaika na mbinu hii kupitia mradi wa Tanga Yetu. Katika hatua ya majaribio mwaka 2022, shule ishirini za msingi za umma katika jiji la Tanga zilifikiwa na zaidi ya wanafunzi 2000 wakanufaika. Kati yao asilimia 80 walifaulu vizuri. Mshauri elekezi wa mbinu hiyo Dr Godfrey Telli anaamini kwamba ni mbinu inayomrejeshea mtoto imani ya kujifunza. Sasa, hii teaching at the right level, ina kazi yake ni moja ya tu. Ni kuhakikisha wanafunzi wote wana uwezo wa kile kiwango cha kusoma, kuandika na kuhesabu kwenye levo ambayo inatakiwa kwa kila darasa. Unaweza kukuta mtoto wa darasa la pili na darasa la sita wako wote kwenye ngazi ya aya au wako kwenye ngazi ya neno. Sasa hili ndo maana inaitwa teaching at the right level. Hiyo ndo levo yake aliyopo na wote wana njia yao ya kuwafundisha. Alafu baada ya siku kumi mnawatesti watesti. Mkiwatesti, kuna ambao wanatoka kwenye neno wanaingia kwenye haya, kuna wengine wanaama, kuna wengine wanaama, kuna wengine wana graduate kabisa, kwa sababu kumbuka, hawa tunawatoa madarasani, hatuwachanganyi na wenzao. Tunawatoa, tunawafundisha kila siku masaa mawili, alafu wanaendelea na na utaratibu wa kawaida wa shule. Mafanikio haya sasa yanafungua fursa kwa shule 83 za msingi za umma katika jiji la Tanga ili kuwafikia zaidi ya wanafunzi 3850 wanaokabiliwa na changamoto ya maarifa ya msingi ya kusoma, kuandika na kuhesabu, huku walimu 196 wakijengewa uwezo wa mbinu hii ya ufundishaji. Mbinu ni rahisi sana, sema tu ni kwamba tulikuwa hatujazigundua. Maana unajua kuna ile kuzoea mbinu za zamani, lakini tumeletewa mbinu mpya ambazo zimeboreshwa. Tumeshirikiana na watoto kwa hiyo watoto wanafurahi na walimu tunafurahi. Kwa hiyo mbinu ni rahisi, tumezifurahia pia. Watoto wengi sana kama umechunguza, wanatoroka madarasani, wanaenda nje kucheza. Sasa hii mbinu imechukua vile vitu vyote vinavyofanya watoto watoroke darasani waende kucheza nje, ikavichukua ile michezo kule nje ndo ikaileta darasani darasani. Kwa hiyo sasa sasa watoto wanatoroka nje, wanakuja darasani, sasa ndo the other way round <laughs> Miongoni mwa misingi ya sera mpya ya elimu Tanzania ni usawa wa fursa ya kujifunza bila kujali mazingira na uwezo wa mwanafunzi. Mimi ni Faraja Sendegea na hii ni makala ya Ufunguo.